Yes bwana, msanii nguli wa Bongo Fleva Mbosso ambaye kwa sasa anafanya kazi kama msanii huru baada ya kuondoka rasmi WCB Wasafi, ameendelea kuthibitisha ubora wake kwenye muziki na kuachia rasmi video ya ngoma yake mpya Power. Hii ni ngoma moja ambazo zilizopaa kwenye zile extended player, yani EP yake ambayo aliyoachia hivi karibuni, ambapo ina ngoma kama saba hivi. Moja kati ya ngoma eh, za hizi tracklist, kuna Power, kuna nusu saa, kuna tena, lakini pia kuna Merijaah, kuna siko single, kuna Aviola lakini pia kuna bonus track inaitwa Asumani. Moja kati ya ngoma ambazo zimefanya vizuri sana kupitia eh, EP ambayo inaitwa Room namba 3, yani chumba namba 3. Sasa Mbosso ameachia EP ambayo inaitwa Room Number 3 mara ya kwanza eh, baada ya kuzindua lebo yake ambayo inaitwa Khan Music baada ya kuondoka WCB Wasafi. Lakini pia leo nimekuletea uchambuzi wa video mpya ya Pawa ambapo imeachia siku jana, moja kati ya video video kali kabisa, ambapo video hii imeweza kurekodiwa pale katika mazingira mazuri eh, uko Ilinga ikiwa na mandhari nzuri eh, sana mito fulani hivi lakini pia moja kati ya video kali kabisa, lakini pia video hii imekuwa directed na imesimamiwa na Fole, moja kati ya director mzuri sana, ambapo ameweza kusimamia ngoma nyingi sana kama vile za Jukes, lakini pia ameonekana akisimamisha eh, video tofauti tofauti, lakini pia eh, ngoma hii imeweza kuwa produced na Astor Keys, moja kati ya eh, producer mkali sana, ambaye ameweza kutengeneza ngoma hii kinoma noma. So moja kati ya eh, video kali ambayo sasa hivi inafanya vizuri sana kupitia mitandao uh, ya kijamii especially mtandao wa YouTube, inazidi kufanya vizuri sana, streams takriban milioni tatu siku jana kupitia eh, mtandao huo wa Boomplay ya hii ambayo inazidi kufanya vizuri sana kupitia mitandao ya kijamii. Sasa hivi Mbosso amekuja kwa namna nyingine sana, amekuja kufanya balaa baada ya kuondoka pale WCB Wasafi, anazidi kujithibitishia ukubwa wake, lakini pia anazidi kuonyesha mbawa zake baada ya kuondoka pale WCB Wasafi. Sasa hivi WCB Wasafi, wasanii tofauti tofauti wanaondoka, ameondoka Lavalava, ameondoka Mbosso, ameondoka wasanii tofauti tofauti ambapo sasa hivi WCB na wasanii kama Diamond mwenyewe ina Zuchu, ina D Voice, moja kati ya wasanii ambao anafanya vizuri sana nchini Tanzania, ini pia wasanii kama vile Mbosso, Rayvanny, Harmonize ambao hawa wasanii wameshaondoka pale katika lebo ile ya WCB Wasafi na sasa sasa hivi wanajisimamia wenyewe. Sasa siku leo hii ndi stori ambayo nimekuletea kupitia ngoma yake mpya ya Mbosso akiwa anamwambia mpenzi wake moja kati ya mbana kwanza kupata kile story zote ambazo zinazo trend kupitia mitandao ya kijamii. Hii ni Kali TV.